Habari za kwenu. Kwanza kabisa kabla hujaendelea, subscribe like, maana baada ya hapa unaweza usinione tena. Baada ya kusubscribe, wamekalia ndoto za wana uwezo wa kufanya wa wameshindwa kuungana auoga hofu, wasiwasi, mimi nitaweza, mimi Nataka nikutoe hofu. Wewe hapo ulipo hivo hivo, <tipa> hivo hivo unaweza. Hivo hapo ulipo hivo hivo ulipo unaweza. <tipa> Sikiliza ile sauti yako ya ndani inayokutuma sikiliza. Usiangalie mwonekano wako wa nje. Mwonekano wako sio kitu cha muhimu, ni kile unacho kisikia ndani kwenye moyo wako. Tuache kuishi kwa kujiangalia hivi. E, mimi huyu huyu. Hapana, wewe huyo huyo ambaye unajizarau, baba yako ni maskini, mama yako ni maskini, unaweza kile ambacho unaona unaweza kuanza nacho, anza pale pale uliko, utafika. Usijiangalie kwamba wewe, baba yako maskini, mama yako maskini, uko wenu ni maskini sana, lakini kuna wewe hapo ambaye unaweza kutumia ujasiri wako na kile uchonacho ukaenda pale yes. Kwa YouTube video nyingi ni video za kuchekesha, video za hanasa mbalimbali. Hakuna hata mmoja ambaye aliwaza kuleta video kwa ajili ya kuinua vijana, kwa ajili ya kuwapa nguvu vijana s video nyingi zimekuwa video za hanasa, video zisizokuwa na msingi lakini kuna video ambayo ya kumjenga kijana aweze kujishikilia atoke pale alipo, aondoke hofu. Maana vijana wengi mna nguvu, vijana wengi wana uwezo, lakini unatakiwa kuanzia pale jikubali, kwamba wewe jikubali wewe